Tabora ni mahali ambako ukizungumza siasa watu wanajua nini cha kusema, wapi na wakati gani. Tabora wanajua kujipanga. Sasa tunapokwenda kwenye uchaguzi wa mwaka huu, niwaombe, kazi ya siasa hii ya uchaguzi, moja, ni kujiandikisha; mbili, kuhudhuria kampeni za mikutano; tatu, kupiga kura. Mimi niwaombe, msikubali hata kidogo mkagawanywa kwa sababu ya uchaguzi. Uchaguzi jamani, wana Tabora wa Nyanyembe, ni tukio la mara moja baada ya miaka mingapi? halipasi kuwachia uadui. Ni kweli kwamba wakati wa kampeni tunatofautiana namna ya kusema mambo. Kuna mwingine ili aeleweke lazima atukane. Ninyi msitukane, wacheni waseme wao maneno yao kwa sababu ninyi wa kupiga kura hamtalazimishwa na mtu, mtapiga kwa hiari yenu. Watakaokuja kwenye uchaguzi wakati wa kampeni watakuwa makundi mawili. Kundi la kwanza, watakuja wale wanaosema hawa hawafai, sisi tutafanya. Lakini kutakuwa na kundi jingine litakalosema sisi tumefanya yafuatayo, tunajenga soko la kisasa, tunajenga stendi ya kisasa tunasambaza umeme vijijini, tunapeleka umeme vitongojini, tunayatoa maji ziwa Victoria kuwaletea watu wa Tabora, tunaleta reli ya kisasa SGR. Watasema sisi tunajenga na kiwanda cha nguzo Tabora. Watasema sisi tunajenga na kiwanda cha mbolea Tabora. Watasema tumeimarisha airport ya Tabora. Watasema tumeleta chuo kikuu Tabora. Watasema sisi tumejenga vyo vya VETA kila wilaya, watoto wa Tabora wanasoma kwenye shule nzuri. Watasema wakina mama na wazazi wanajifungulia kwenye vituo vya afya. Aa, wakija hao, wakija watu wanaosema maneno ya namna hiyo, kwani mimi niwaambie nini? Simuwachague hao. Lakini atakayekuja anachukua nusu saa kuwatukana wengine Wakimaliza kuhutubia wala msiwavunje moyo, waambieni tumewasikia, lakini sauti zenu zisikike kwenye boksi la kura. Niwaombe, wachagueni viongozi watakaoeleza yaliyofanyika na viongozi watakaoeleza yaliyofanyika. Katika nafasi ya urais CCM, watu smart sana. Wao walisema tusipoteze muda, tunamalizana na hii biashara mapema, kabla ya wakati wowote tunampitisha dr Samia Suluhu Hassan kwa mgombea wetu na mgombea mwenza na mgombea mwenza wakasema wanamchukua asante sana